unatarajia kugharimu kiasi cha shilingi bilioni mbili e, lakini kwa miradi yote miwili, lakini mpaka sasa tuna asilimia kama 60 mpaka sabini, japokuwa upande wa wa CIP yetu tumeshavinunua vipo ila, sasa ndio tumeanza maswala ya civil building tumalize. E, nikupachika, kupachika e, kwa hiyo nadhani kufikia mwezi wa kumi na mbili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 Sasa leo anazungumzia kujenga matenki na kujenga CIP na CIA yellow pamoja na irushni ndani ya eneo letu hapa katika kiwanda hiki. Kwa hiyo kama serikali tunakuunga mkono na zile taasisi ambayo zinatakiwa kuja kukuhudumia tutazielekeza zije mara moja kutoa huduma. Nafurahika kuona kwamba unakwenda kuweka pia na huduma za upatikanaji wa kemikali hapa. Ili huduma utakaoitoa hapa iwe inajitoshereza, nami nakubaliana na, na maombi ya mkurugenzi na DC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 dhahabu uh, yetu uh, kuchenjuliwa Geita, sasa tutakuwa tukifanyia hapa hapa.